Zimebaki siku chache na kuletea uchambuzi wa kina kuhusiana na timu ya klabu ya Simba wekundu wa Msimbazi dhidi ya timu ya Renaissance Sportive de Berkane ambayo inatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Amani Complex nchini Zanzibar. Sasa nataka nikupe hinti ndogo ndogo tu ambazo zitatufikisha katika nchi ya ahadi, na wote tutakubaliana kwamba hichi ninachokisema ndicho ambacho kitaenda kuwa siku ya fainali ya second leg hapo katika viwanja vya Amani Complex Zanzibar. Sasa RS Berkane ni timu ya mpira wa miguu ambayo inapatikana huko nchini Moroko. Jina lake kamili inaitwa Renaissance Sportive de Berkane, inapatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya Moroko na ilianzishwa mwaka 1938. Unapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani, hawa jamaa ni hatari sana, ni bora wapoteze sehemu nyingine yoyote, lakini wasipoteze katika uwanja wa Stade Municipal de Berkane. Rangi kuu ya jezi yao ni rangi ya orange. Unaambiwa wakivaa rangi ya orange hawapo tayari kupoteza katika mchezo wao. Sasa hiyo ni principle ambayo imekuwapo miaka mingi sana. Sasa, nini ambacho kitaifanya klabu ya Simba iweze kupindua matokeo nyumbani Tanzania, ama nini ambacho kitasababisha klabu ya Simba iweze kuwa na mwamko tofauti na ule ambao ulionekana nchini Morocco? timu ya RS Berkane ni timu ya kiwango cha juu sana barani Afrika, hivyo ni timu ambayo ukicheza nao inabidi uwaheshimu sana hasa katika mashindano kama Kafu Confederation Cup, ambapo imepata mafanikio makubwa sana Mafanikio makubwa wa wameyapata kama kuwa mabingwa wa CAF Confederation Cup mwaka 2020 lakini pia mwaka 2022. Wenzetu wanajua utamu wa CAF Confederation Cup na kunyenyua makwapa. Ni mabingwa wa Morocco Throne Cup ama kombe la mfalme la nchini Morocco mara kadhaa. Ni watu ambao ukicheza nao ni lazima ucheze nao kwa discipline kubwa sana. Timu hii inajijengea heshima kubwa, moja kati ya klabu hatari na yenye ushindani mkubwa sana katika soka la Afrika kwa sasa. Ni timu ambayo kama uliitizama mechi iliyopita basi utakuwa unanielewa nini ambacho ninakuambia sasa. Klabu ya Simba inachohitaji kukifanya, klabu zote kubwa duniani ndicho zinachokifanya. Ukikumbuka katika mchezo wa Arsenal na Madrid mchezo ulipigwa katika dimba e, la Arsenali. Arsenali wakaibuka na ushindi, lakini baadaye Madridi walichokifanya, walicheza na saikolojia ya wachezaji, lakini pia na saikolojia ya mashabiki wa e, Madrid, wakiamini kwamba kama walifungwa na Arsenali London, basi wakienda Santiago Benabeu hatatoka mtu, watafunika uwanja, uwanja utafurika, hawatahitaji kelele zitoke nje katika soka na mpira duniani timu kubwa mara nyingi ndo huwa zinatumia hii akili na huwa zinatumia mchezo wa saikolojia. Timu ikishaona kwamba imepoteza matokeo nyumbani ama imepoteza matokeo ugenini, inaamini kwamba last second leg ndiyo nafasi pekee ya wenyewe kuenda kuchukua ushindi. Wanaenda kuchukua ushindi vipi? Na wanajua kabisa wanaenda kucheza na kikosi hatari, ndipo ambapo saikolojia huwa inacheza kama unakumbuka klabu ya Simba mechi iliyopita, wamefungwa goli mbili, na kitu ambacho wamekicheza ni the same, same na Madrid walichokifanya, baada ya kuona wamefungwa na Arsenali, hivyo wakacheza mpira wa saikolojia kwamba ice, mtakapokuja de Santiago Bernabeu, tutawafunikia uwanja humo ndani kelele zitasikika humo humo ndani, utapigwa ule mziki wa Real Madrid humo ndani, vitapigwa vyenga humo ndani, atapigwa mtu hatari. Lakini baadaye klabu ya Arsenal ikaibuka na ushindi. The same, same kwa klabu ya Simba, wanachohitaji kukifanya ni kucheza mpira wa saikolojia kwamba eh, RS Berkane wanapotoka huko kwao waamini kwamba huku klabu ya Simba ni timu hatari, tumewafunga goli mbili lakini hata hawana wasiwasi, wanaamini wakifika katika ardhi ya Tanzania hizo goli zitarudishwa tu. Kwa hiyo hicho katika soka tunaita mpira wa saikolojia, yani unacheza katika first leg, ukifungwa unaenda kupambana na saikolojia. Sasa wachezaji huko waliko tayari wanaiogopa Simba, watakavyokuja huku wakitia hofu ni lazima watafungwa tu kwa sababu Simba watacheza kwa nidhamu kubwa sana, wakiwa wanaamini kwamba RS Berkane ni timu ya aina gani. Lakini kwa, kwa, kwa, kwa mchezo wa nyumbani utakuwa ni mgumu sana kwa sababu tunaamini RS Berkane ni timu kubwa, ni timu ambayo e, inajua haya mashindano imechukua e, ubingwa zaidi ya mara moja. Kwa hiyo tunaamini kabisa hizi, e, hizi tekniki ambazo klabu ya Simba wanazitumia RS Berkane pia wanazifahamu na wanajua kabisa kwamba nini ambacho klabu ya Simba wanakifanya kwamba wanacheza mpira nje ya uwanja, wanacheza mpira na saikolojia. Kwa hiyo mkishaja kwenye saikolojia ya klabu ya Simba tu ni lazima mpigwe kama mbwa koko. Ee, ndicho ambacho kinatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Amani. Wakijaa katika saikolojia ya Simba, basi ni lazima tu watabadilishiwa matokeo, na inawezekana klabu ya Simba itaibuka na ubingwa wa CAF kwa mwaka 2024 2020 na tano. Kama unakubaliana na mimi niambie hapo chini katika boxi la comment kwamba unadhani nini ambacho kifanyike klabu ya Simba Wekundu wa Msimbazi, ili kuweza eh, kufanikisha azma yao ya kunyenyua makwapa katika mchezo wa second leg fainali ya CAF. na RS Berkane ni klabu ya mpira wa miguu kutokea Morocco, kama ambavyo nimekuambia, ni klabu ambayo ina wachezaji ambao ni hatari na wana michango wana mchango mkubwa sana katika klabu yao. Tukianza na golikipa wao anaitwa Muniri Mohandi Mohamed. Huu jamaa ana umri wa miaka 36, ni kipa ambaye ana uzoefu mkubwa, na sio kwamba akacheza tu Afrika. Hapana, amecheza vilabu mbalimbali amecheza vilabu mbalimbali barani Ulaya, lakini pia alivyotoka Asia ndo amekuja kujiunga na RS Berkane. Pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Moroko, ni mzuri kiujumla lakini pia RS Berkane wana mabeki wazuri. Kuna jamaa mmoja anaitwa Dayo, huu jamaa na umri wa miaka 33, ni mmoja kati ya watu ambao wanasumbua sana lakini, pia kuna Hamza Elmasu, huu jamaa na umri wa miaka 32, pia ni beki hatari sana ambaye RS Berkane wanaamini huyu ndiye mkombozi wao. Upande wa viungo kuna Ayubu Kahiri, lakini pia kuna Yasini Labir huyu pia ni mzuri sana klabu ya Simba inabidi wawe naye wawe naye makini sana. Endapokuwa ataanza katika kikosi cha kwanza, ni lazima tu atakuwa anatengeneza nafasi ambazo zinaweza kupelekea madhara makubwa sana kwa klabu ya Simba katika mechi ya marudiano ya fainali. Washambuliaji hatari wa klabu ya RS Berkane wapo sio chini ya watatu, ambao hawa wakicheza katika ubora wao ni lazima wakufunge tu. Kuna Paul Besene, lakini pia kuna Amadi Riai. Aa, lakini pia kuna ou oh, Osama huu uh, jamaa ni hatari sana. Kwa hiyo unapocheza na RS Berkane uamini kabisa kwamba kikosi chako lazima kiwe imara, usiende kujaribu kama utamweka Kamara, Chamu, Ngoma, Awa, Kapombe, Ateba, Hamza Useni, Kagoma, Mpanzu, Kibu wakasimama katika nafasi ya kwanza ama wakasimama katika eh, kikosi cha kwanza basi inabidi ubadilishe, namna usifanye mazoea katika mechi ya second leg. Hautakiwi kuweka watu kimazoea, inabidi uweke watu kupitia ufundi na tekniki ambazo inabidi ni vigumu mpinzani kujua kwamba klabu ya Simba itaanza na Kibu itaanza na Mpanzu itaanza na Kagoma itaanza na Shabalala itaanza na Hamza itaanza na Ateba, Kapombe, awa, Ngoma, Chamu pamoja na mdaka e, mishale e, pimping kamera. Kwa hiyo nadhani ni nafasi ya klabu ya Simba kuwasoma vizuri sana RS Berkane kwamba ni timu ambayo ina upinzani mkubwa, ni timu ambayo inajua utamu wa kuchukua hili kombe la CAF. Kwa hiyo wakicheza katika e, mafanikio hayo, kwa hiyo nadhani ubingwa huu wa kombe la CAF unaweza ukawa mikononi mwao la sivyo wanaenda kukutana na watu ambao wana mafanikio ya kuchukua ubingwa wa CAF Confederation Cup na wanajua utamu wa haya makombe. Anyway, karibu sana, mimi naitwa Jimmy. Huu ni uchambuzi kiufupi tu kuhusiana na nini. Ee, ukisikia e, timu ya Renaissance Sportive de Berkane kutokea huko nchini Morocco, unasikia nini ama unajifunza nini ndani ya E, hawa jamaa ambao jezi yao kuu ni orange, wakivaa orange unaambiwa ni lazima tu watakuteketeza wakiwa katika uwanja wao unaofahamika kama Stedi Manisipo de Berkane. Mimi nikutakia siku njema, nikuambie tu tukutane hapo katika fainali ya mguu wa pili. Tunaiombea klabu ya Simba iweze kupata mafanikio ambayo wengi tunaamini kwamba inawezekana ikayapata endapokuwa tu RS Berkane wakaingia katika mfumo kwa bahati mbaya na sio kwa makusudi kama wengi ambavyo tunaamini. Huu ni mpira wa saikolojia ambao utaenda kuchezeka Amani Complex. Kama Simba wakishinda, basi wameshinda mechi mbili; wameshinda mechi ya uwanjani, lakini pia wameshinda mechi ya saikolojia, ambayo hii ni kubwa sana na huwa inatumika na timu kubwa zote ulimwenguni. Tusubiri tuone wapi panapovuja na wapi ambapo patashonwa.